Yaani wewe mwanamke, sijui ukoje. Sasa usiku huu unataka uende wapi? Naondoka Alex, nimechoshwa na manyanyaso yako. Nimechoka kupigwa kila siku kwa makosa ambayo sijafanya. Unasemaje wewe mwanamke? Kwa hiyo unataka kusema na kuonea, siyo? Sasa kwa taarifa yako, nitaendelea kukupiga kila siku hadi siku utakayoacha hizo dharau zako za kijinga. Nipige sasa, si unipige, unasubiri nini? Alex, unataka kuniua? Nimechoka na haya maisha. Sasa naenda kwa dada angu na ole wako hunyanyua hizo kwa tuzo zako kuja kunifata. Wewe cha usiku, hebu rudi hapa. Vipi mdogo wangu? Ni nini kimekuleta hapa usiku wote huu? Wewe acha tu dada angu. Huyu mwanaume niliye naye atakuja kuniua mimi. Imekuwaje tena? Leo alichelewa kurudi nyumbani, nilivyoenda kumfungulia mlango akaanza kunipiga bila sababu. Ndio maana nimeamua kukimbilia huku kwako. Du, yani Alex jamani, mbona amekuwa katili kiasi hiko? Yani dada anajitahidi sana kumvumilia, lakini huku tunakoelekea atakuja kuniua. Lakini mdogo wangu, nilikuambia mapema kuwa huyo mwanaume anaonekana ni mdhalilishaji tu wa wanawake. Yani mbona ungebaki tu na Steve jamani? Dada, nilishakwambia siwezi kuwa na mwanaume mpole kama Steve. Ni mwanaume gani hakasiriki hagombi wala hafoke ukimkosea? Yaani, kwa ufupi ikazidi upole, na mimi siwezi kuwa na mwanaume wa namna hiyo. Kwa hiyo wewe unaona bora ukae na mwanaume anayepiga kuliko kukaa na mwanaume mpole na mkarimu ambaye hataki magomvi? Yaani hata sielewi dada, niache tu kwanza, nitulie maana nimeshachanganyikiwa. Sio bure utakuwa umelogwa, mdogo wangu. Haiwezekani usielewe, wakati huyo mwanaume uliye naye anakupiga na, na kukusadilisha kila siku. Dede, naomba uneeti tafadhali, nataka kulala mm. Haya, we lala. Cha usiku unaweza kuniambia kwa nini yule mwanaume pale baa alikuwa anakuangalia sana hadi akawa anakuchekea ni mwanaume gani alikuwa ananichekea jamani? Mbona sielewi. Alex, usinifanye mjinga wewe mwanamke, yule mwanaume utakuwa una mahusiano naye. Mwanaume gani jamani? Hebu endesha gari turudi nyumbani bwana, nimechoka huu ugomvi wako wa kila siku. Unasemaje wewe mwanamke? Kwa hiyo hiki ninachokiongea hapa ni ujinga, si ndio? sijasema ni ujinga, ila ni kitu ambacho hakipo na sijakiona kikitokea. Kwa hiyo unataka kusema mimi ni mwongo wakati nilikuona kabisa ulivyokuwa unaangaliana naye. Kwanza shuka kwenye gari langu haraka kabla sijakupiga jamani. Alexi, unaniambeje nishuke hapa wakati unajua kabisa hakuna daladala wala bodaboda zinazopita kwenye hii barabara. Nimesema shuka haraka kabla sijakasirika. Jamani Alex, mbona unakuwa hivyo lakini cha usiku. Unataka nikupige basi, usinipige na shuka. Una roho mbaya sana wewe mwanaume. Vipi tena mdogo wangu? Leo kuna jipya gani? Yaani dada, huyu mwanaume ni shida jamani. Ehe, amefanyaje tena? Huwezi amini, tulienda baa tukala na tukanywa vizuri. Sasa wakati wa kurudi, akaanza kusema kuna mwanaume nilikuwa nachekiana naye baa na huyo mwanaume nina mahusiano naye. Hivi Alex, yuko sawa kiakili kweli? Sidhani kama ana akili, dada, na ubaya sasa tumegombana, tukiwa ndani ya gari, lakini huwezi amini, alinishusha kwenye ile barabara ambayo hakuna daladala wala bodaboda zinazopita. Ehe, sasa umefikaje nyumbani? Huwezi amini nimetembea kwa miguu hadi nyumbani. Yaani, hapa nilipo, mapaja yote yanawaka moto. Ila mdogo wangu, haya yote unajitakia. Hivi kweli, unashindwa kabisa kumwomba Steve msamaha? Mtu ambaye mmekuwa pamoja miaka zaidi ya mitatu. Yaani nashindwa kuelewa kwa nini kila siku unang'ang'ana na huyo Alex ambaye hajitambui. Dada umeshaanza sasa. Mimi naanzaje kumwomba Steve msamaha, na wakati nina zaidi ya miezi mitatu sijaongea naye Sijui utaanzaje, ila inabidi uende kumwomba msamaha tena. Ikiwezekana uende hata kesho, nitaangalia ratiba yangu. Kama mimi ni dada yako na unanisikiliza, fanya hivyo, lakini kama mimi siyo dadayako, dada yako basi usifanye. Dada ushaanza sasa, si nimekuambia nitaenda. Hodi. Ingia, mlango uko wazi. Oh, cha usiku. Karibu. Asante Steve, mambo? Poa, habari yako? Nzuri hivyo hivyo. Unaonekana haupo sawa. Una shida gani? Hamna, niko sawa tu. Kweli? Ndiyo. Sawa, nikupe kinywaji gani? Hapana, wala sihitaji kinywaji chochote. Maana nimepita tu mara moja kukusalimia na pia kuna jambo nataka kukuambia. Ehe, ni jambo gani hilo Steve? Naomba unisamehe kwa yote niliyokufanyia. Najua nimekukosea sana, ila nimeshajifunza na nimebadilika. Tafadhali naomba turudiane na kuahidi nitakupenda na kukujali kama ulivyokuwa unanipenda na kunijali. Umeshachelewa Cha usiku, mimi tayari nimeshapata mwanamke mwingine na tunatarajia kufunga ndoa. Acha utani Steve. mwenzio niko serious. Bebi, huyu ni nani? huyu ni eksi wangu amekuja wa kunisalimia, anaitwa Cha Usiku. Cha Usiku, huyu ni mke wangu mtarajiwa, anaitwa Malaika. Karibu Cha Usiku. Asante Malaika. Bebi, mbona hujampa hata kinywaji? Jamani amekataa, amesema yuko sawa. Jamani kunywa hata soda, usuuze koo. Hapana, nimeshiba. Pia nataka kuondoka sasa hivi. Mbona mapema jamani na nina haraka tu Baby, kwa herini. Bebi, mbona ex wako ameondoka baada ya kuniona? kwani mlikuwa mnaongea nini? alikuwa amekuja kuniomba msamaha ili turudiane, lakini nimemwambia kuwa tayari nimepata mchumba na tunatarajia kufunga ndoa. Maskini, kumbe ndio maana ameondoka baada ya kuniona. Achana naye huyo, alichezea bahati mwenyewe, kwa hiyo asitusumbue kabisa.